Mimi ni mwanabunge uh, denkate Idengo alikuwa ndugu yangu, alikuwa rafiki. Mimi binafsi nilifungua naye kwenye jela, kwenye gereza. Hii ni MTV online ikikutangazia kutoka mjini Goma, mashariki mwa Kongo DRC. Tulionayo siku ya leo ni pamoja na wakazi wa mji wa Beni na Butembo, washiriki mazishi ya msanii Idengo mjini Beni.

Tuko hapa, mimi ni mwanabunge Benkate uh, Delkate. Idengo alikuwa ndugu yangu, alikuwa rafiki, mimi binafsi nilifungua naye kwenye jela kwenye gereza, na hiyo ni kitu ambayo linisukuma kufika hapa kuja kushiriki majishi yake na kumpeleka pale fasi yake ya mwisho. Uh, mimi kama mwanabunge nitaenda kutetea ndani ya bunge kuomba government yetu ya Kongo iweze kumweskrire bwana Idengo e, kwenye orodha ya wale ambao wanaitwa Waero National, sababu alikuwa mwanamuziki, alifanya lit Waero National wa nchi yetu, sababu hata yeye ni mwanamuziki kama vile Papa Wemba na Papa Wemba aliorozeshwa kama hero wa nchi yetu, na ndiyo maana hiyo itakuwa lit ambayo nitaenda mene mparlement. Mimi mime nakumbuka mingi sana anduka mwenye anatufanyia hivi hivyi, anafaa makosa sana ju iko mtu alikuwa natupigania sorti ya shaso, alikuwa natutetea sorti ya shaso. Mimi na regrete sana, mimi nakumbuka mingi sana. Kuwa na ujumbe gani, kwa wali, kwa... Ujumbe mimi naambia waongozi watupitie mbele watusaidie, watusaidie kusudi tupate kutulizana kwanza, kuhusu hii kifo ya Idengo hii ukumbusho natuletea uchungu sana, kufuatana na gisi tulipata ile wito ile wa mshiba wa wake vrema, hii ukumbusho tunalia sana. Mizisie Idengo revolutionaire, wewe, minamkumbukia mashaso mingi sana, mashaso mingi sana wa Delicate Idengo, anaimba shaso ya ape, anaimba shaso ya revolution Donge. Mashaso ni za mingi sana, seizi weza hata kuzichambua chambua, chambua, moja kwa moja Wakuu wa mgozi minawaambia watusaidie na sekiriti. Sisi banadamu tunakufa sana, awapende kutuchukulia na sekiriti ya inji. Kwa, kwa leo tunazika hero wetu, hey! Bwana delkati Idengo, wakati tutamzika, tutaendelesha kazi yake ambayo alikuwa akifanya kazi ambayo alikuwa anafanya, ni kutafuta amani na kuhakikisha kama inji yetu haigabuliwe. Yani, wakati tutamzika, tunaendelesha tena vizuri kazi ya kwake na tutahakikisha kabisa. Kwa hiyo hivi viongozi nani pia hatuwasahau, kwa sababu udongo wa kufanya kitu hakuna kitu ambacho alifanya kama amefariki leo. Nani pia muna ya responsibility sasa, kama mpendi kuchukua hiyo mani ambazo M23 imekamata leo, sisi wa kongomani we sisi wana wa Beni tutahakikisha kama tunachukua hiyo udongo wetu na tunafukuza waasi wa M23, kwa sababu tunajua wanatumika na waongozi wa Kongo. Sisi hatupendi Kongo igabuliwe, hatupendi tuendelee kuona watu wanafariki. Idengo amefariki wa ndio ni hero kwa kusema, lakini tunaomba kama wahakikishe kama kweli kweli ni hero na wamheshimu kama hero, yaani wamwandike kwa kitabu cha wahero nasionali wote ambao wanapatikana ndani ya Kongo yetu. Ujumbe kwa vijana wote ambao waweza kusupport vijana, tunajua kama Idengo amefariki juu ya kupambana ili amani irudi Kongo. Ni kwetu sasa kuendelesha kazi Silale, ni wakati ya kupambana. Kama hatupambane Kongo, wataiuzisha wataigabula. Idengo amefariki wa, lakini ametuachia ujumbe nyingi sana zaidi sana. Wakati alikuwa anapiga concert yeye alikuwa anasema anahubiri, na hiyo mahubiri ni yetu. Kaka angu na regret mina sana, minapoteza mtu mkubwa sana. Kwa maana basi sina na ya kusema. Mungu ampokee kwenye anenda duk